Shabani mpila pesa, tumekuja hapa kwa ajili ya kupiga story mbele tatu zinazokuwa zikizungumza na kuhusiana na, na mambo mbalimbali ya kimichezo na burudani Shabani? Naam. No. Jana tumeshuhudia club ya soka ya Wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club wakitoa taarifa rasmi ya kuachana na meneja wa club ya soka ya Simba Sports Club Dimitri Pantev. Kama mashabiki kwenye hii sinario, huwa kwa upande wenu mnaiwekaje lawama za namna hii? na bado pia kuna zile taarifa ya kwamba viongozi wenyewe ndani ya Simba hawako sawa. Pengine labda una kipi cha kuwaambia wanasimba, viongozi, mashabiki na wanachama? Simba tuna logo ambayo tumeikuta, wengine hawajazaliwa wameikuta, nguvu moja. Hili neno lina maana pana sana, hata kama ni neno lenye herufi chache. Eh, nguvu moja ina maana kiongozi na sio kwa kiongozi wote, mkiwa wamoja mnafanyikiwa. Simba haina umoja, na sio anasema mimi Shabani, hata viongozi wanasema ndani hakuna umoja, ndio maana tunapata matatizo, ndio maana tunapata ulakini hata wanavoondolewa walimu, kwa sababu kama wenyewe umoja hatuna, kuna watu wanataka tufungwe. Mwalimu anatengeneza programu yake kabisa kabisa na ikafanyikiwa kabisa wanaenda uwanjani, kuna mtu anapeleka ana maagizo yake ambayo anapeleka timu ifungwe, utamlaumu mwalimu? Sasa mimi ni kilio changu, tuwe na nguvu moja. Tukiwa na nguvu moja, mwalimu na mwalimu na benchi la ufundi wawe na nguvu moja, wachezaji na mwalimu wawe na nguvu moja, viongozi na benchi la ufundi na wachezaji wawe na nguvu moja, mashabiki na wanachama tuwe na na, na na na nguvu moja, tutafanyikiwa. Nimeona baadhi ya klipu kwa masikitiko makubwa, wana Simba, wana wanashutumiana, wana, wana, wana wenyewe. Shabani anamshutumu anam, anam Isa Isa, anamshutumu Musa, wote ni kitu kimoja. Ina maana nguvu moja hakuna. Nimemwona mzee wangu e, wa jina wangu mzee Ali Ali Shabani Kamwe kaniongelea, sikutegemea kama naweza kuzungumza kitu kama kile. Ni mtu ambaye mwenye hekima zake, lakini bado amezidi kukosa hekima kama alivyokosa hekima kwenye kikao alichokaa Sinza cha kufanya mapinduzi ambayo hayana faida na klabu na hayana utaratibu. Kakosea tena hekima, yes, namzungumzia mzee mze, mze, Shabani Kamwe eh, kwenye interview yake moja akasema yeye kashangazwa na Simba, kuna watu wananjaa machawa. Nimeshangaa sana baada ya kumwona Shabani mpira pesa, namtaja jina kwa sababu alichokifanya juzi inaonekana katufuata sisi maneno yetu aliokuwa nayakataa ya kumkataa Mangungu. Mimi kwenye mkutano sikumkataa Mangungu. Watu naomba weza kunielewa hapa. Mangungu ni kiongozi wa klabu ya Simba. Mimi nimezungumzia uhalisia na mipango ya klabu ya Simba jinsi tufanye kupitia kwa mwenyekiti, ambaye mwenyekiti yule kabla ya hoja ya kuzungumza mwenyekiti kavunja kikao. Sasa kuna watu wanachukua hii nafasi ya kuizungumzia kwamba watu wao wameungwa mkono. Nimepokea simu nyingi sana za kwamba, bwana Mangungu, wewe ulikuwa unamkubali mimi. Simkubali Mangungu kama wao wanavyosema. Mangungu ni kiongozi wa klabu ya Simba. Nisikiza nikwambie kitu, Mangungu anakubalika pale anapochangia hoja za, za msingi za Simba, Simba na kujenga Simba yetu. Na mheshimu kila kiongozi anayekuwa katika madaraka yake, sitomvunjie heshima kiongozi kwa sababu wewe mzee hali umesema. Sitamvunjia kiongozi heshima kwa sababu ya mtu fulani amesema. Nitamheshimu kiongozi kwa kile anachokifanya kwa sababu yeye ni kiongozi. Hamna binadamu ambaye kakamilika. Mzee Ali Shabani mwanawe kazungumza live kabisa, namkabizi mama yake nyumba Kigamboni kwamba mzee alishapotea, hawezi kuwa na mamlaka hii nyumba. Kama mwanao ulimzaa mwenyewe kabisa una uhakika. Hakikukataa, ina maana huna malezi aliokuwa bora Simba ni taasisi yenye nguvu, Simba ni taasisi kubwa. Usizungumzie Simba kama una uhakika cha kitu unachokizungumza. Nimezungumza haya kwa sababu leo Simba kwa Simba tunalumbana wenyewe. Ndio maana hatuwezi kufanikisha chochote tunachokifanya. Lazima turudishe nguvu moja. Sio jambo jema wenyewe kwa wenyewe kusemana. Mtu anaposema usiseme, kama kuna kitu fulani kakiunga mkono au kakikataa. Hapana, anazungumza kwa, kwa niaba ya. Mimi nimezungumza kwa kuwatetea wanachama waliokuwa nyuma yangu. Leo mkutano umeisha, mwenyekiti kaondoka, anaenda na shughuli zake. Mimi nimerudi kwenye tawi, wanachama wangu watataka niwape kitu tulichojadili katika mkutano. Tumeshindwa kufanya mlejesho, nisiseme kama mimi kiongozi ndio maana nimesema na nimesema kwa sababu ya wanachama walionizunguka na wengine wanaonisikiliza sasa. Mtu asichukue hii nafasi kwa kuchafua jina langu kwa kusema sijui maneno gani. Mimi nimefuata simba muda mrefu sana, viongozi tofauti, karibia viongozi wa aina kumi wanatawala, lakini mimi niko kwa simba. haiwezekani ki kila, kila kiongozi anayekuja awe ananipa mimi pesa, mimi nitakuwa mtu wa aina gani? kwa sababu watu wanasema tunazungumza hivi kwa kutetea maslahi yetu, viongozi watupe pesa. Mimi nimeanza kusafiri wakati labda saa nyingine mzee Ali yuko kwa majukumu ya kifamilia hafati Simba. Mimi nimeanza kufuata Simba kabla mzee Ali hajafuata Simba, na kama yeye mkubwa, lakini mimi nimefuata Simba na kila ninapoenda natoa gharama yangu na jibalance kwa kiasi ninachokipata. Kwa hiyo wasione watu wanafuata Simba, wakajua wanafuata Simba kwa sababu kuna viongozi wana wana wana, wana wasafishia njia, wanawapongeza, wakawapa riziki. Tunafuata Simba kwa mahaba tuliyokuwa nayo, kwa hiyo nimwambie mzee wangu arudi kwenye mstari. Yeye ni mtu mzima mwenye hekima zake. Tuijenge Simba kwa kupeana ushauri, sio kwa kusema mtu anatumia kama chawa. Mi sio chawa, mi kiongozi, naongoza watu kama Mangungu anavyoongoza watu, na mimi nawaongoza watu ambao wanahitaji ripoti kutoka kwangu. Yes bwana. Kwa kumalizia pengine labda kuna haja sasa, mkiwa kama Wanasimba, waweza kukutana ama kutumia siku yenu maalum kwa ajili ya kuiombea klabu yenu ya Simba mkiwa kama wa mashabiki sasa, mbali na uongozi, pengine kuna haja hii ambayo unaiona kwa yeyote ambaye anaizungumzia simba kwa mabaya, mumwachie Mwenyezi Mungu kwenye kudra zake, afanye yeye anachokiweza. Mimi nitoe ni, ni, ni ushauri kama mwanachama mwenzao mwenye kadi namba 0585 na mwanachama halali kabisa na niko kwa sababu ya kupambania Simba na na tawi hapa ambalo naliongoza Malalamiko yamekuwa mengi sana kuanzia nje na ndani. Ndani wanalalamika na nje, watu wanalalamika. Lakini wazo langu mimi ninalotaka kuwapa wanachama wenzangu na mashabiki wote, wote tushiriki katika katika hili jambo. Naomba sana, kama viongozi wanasema kuna watu wanafurahia sisi kufungwa, kama wanachama tunasema kuna mtu anasi anatufungisha kwa maneno ya pembeni, awe Shabani awe Joni, awe Kisugu, awe nani, awe yoyote. Tuna malalamiko lakini hatuna sehemu ya kupeleka malalamiko, sababu malalamiko sa yetu kisheria, sasa hivi kumtoa kiongozi ni ngumu. Kwa hiyo malalamiko yetu sisi, mimi nilikuwa naomba wanachama tumshtakie Allah Mwenyezi Mungu, upokea kile mnachokilalamikia kwa dini ya kwako wewe ambayo una imani nayo. Mimi Mwislamu, kuna mwingine Mkristo, kuna mwingine anaenda kuabudu ng'ombe, kuna mwingine anaenda kuabudu sijui kitu gani. Kila mwana Simba, kila mwana Simba ambaye anapenda timu yake na anajua kabisa timu yetu ndani kuna watu wanatuhujumu. Nimeona leo watu wananekea Selemani Matola kakaangu, kwamba yeye asipotoka tufanyikiwi nimeona kuna watu wanamlalamikia Salim Utrai ageni, nimeona kuna watu wanamlalamikia mzee wangu mwenyekiti Muktaza Mangungu, nimeona kuna watu wanamlalamikia Mohamed Deuji na nime... kuna watu wengine wanalalamika Shabani na wewe vile vile. Unaojua simba kama wewe mwana simba mkoo wote ulipokuwepo, wazo langu hili naomba tulifanyie kazi, na mimi naanza wa kwanza. Nawaambia wanachama wangu tumstakie Mwenyezi Mungu, tumsakie, tumstakie Allah kama kuna simba yoyote anatoa taarifa kupeleka sehemu nyingine, kama maneno tunavyoyasikia kwa watu, kama kuna masimba yoyote anakuja kuweka kitu ili sisi tufanye vibaya, tuvurugane, kama kuna mwana simba yoyote kiongozi kae kwa pale kwa sababu ya kututuhumu. Wana simba ligi tunacheza tarehe nne kesho zidi ya Mbeya City, tunacheza tarehe saba zidi ya Azam. Ligi inasimama, watu wanaenda Afcon. Wakati watu wanaenda Afcon, tupange siku moja tumshtakie Mwenyezi Mungu, siku moja tu, tuite siku ya kumshtakia Mwenyezi Mungu, wana simba, kwa watu wanaofanya mabaya. Usome albadi, uongee na tunguli, uongee na mizimu, uongee na mito, uongee na bahari, uongee na milima, uongee na mawe, uongee na kitu chochote unachokijua wewe kumshtakia Mwenyezi Mungu wake. Wallahi, wallahi, wallahi. Miezi miwili mingi kabla hatujarudi kwenye kombe la klabu bingwa, majibu yake tutayapata, na Mwenyezi Mungu atapokea, kwa sababu tuna nia njema la timu yetu, iwe shabani ikafanya, iwe mwingine kafanya, tumtegemee Mwenyezi Mungu kwenye milima na mabonde, kwenye bahari na mito, kwenye mizimu na kwenye mpaka kwenye mpaka, kwenye dua ya visomo, tufanye visomo, tumshtakie Allah, alafu tutulie, tuwaone wale wanaotoa taarifa, tuone hao mashushu, mashushushu wako kwetu, tuwaone wanaofanya sisi, tukifungwa wanafurahi kama Mwenyezi Mungu atopokea dua yetu, basi wanasimba tutakuwa wanafiki. Mimi niwaambie, tusipofanya hili tutalaumiana kinafiki, hatutakuwa wakweli. Hamna anaopasa kuomba kuombwa kwa lolote isipokuwa Mwenyezi Mungu. Tumuombe Mwenyezi Mungu kwa wale ambao wanatuharibia timu yetu. tarehe saba tunamaliza mechi, tupumzike siku tatu Tarehe kumi tupeane majibu, mikoa gani iliyokuwa tayari. Waandishi wa habari wa mpo pigianeni simu kwa mikoa iliyokuwa tayari. Namba yangu kwa mtu anayetaka ushauri, nitampa ushauri, sitaki pesa ya mtu. Ushauri niko tayari kutoa namba yangu, kama mwenyekiti wa tawi la mpira pesa. Kwenye hili mimi namba moja kwenye tawi langu la mpira pesa na wanachama wangu, tutakifanya hiko, tutasoma alalbadili ya kweli Alalbadiri ya kweli kwa yoyote anayefanyia mabaya Simba, kwa mwingine atakayehitaji ushauri yoyote, namba yangu natoa 0719 534710. Tigo 0719 534710, au Airtel 082354249 0682354249 kwa ushauri Sitaki pesa ya mtu yoyote kwa ushauri, tufanye nini ili tufanyikiwe? Ila Mwenyezi Mungu anaombwa, anaenda kanisani, anaomba, anaenda msikitini, anaomba, kama Mwenyezi Mungu akasema, tukimwomba atatupa, tukimwomba atatupa majibu. Wallahi tukiomba hili kwa siku moja wote Mwenyezi Mungu atapokea na inshaallah, wale wote wanaofanya hujuma kwenye timu yetu, awe shushushu, awe aliyopokea, awe aliyeambiwa, awe aliyochukua kitu akaweka, basi Mwenyezi Mungu ampe hukumu kabla, kabla siku ya Kiyama haijafika, inshaallah. Kama kufa na afya, Mwenyezi Mungu anasema unapomstakia anapokea. Kama kumuondoa, Mwenyezi Mungu kabariki kuondoka kwako, kwa sababu umefanya mabaya, dhambi zote atajua Mwenyezi Mungu atakayemhukumu. Kama ulifanya mabaya Mwenyezi Mungu akatoa hukumu ile basi min, sisi tuliofanya hiko hatuna dhambi. Dhambi zinakuwa za kwako wewe, kwa sababu Simba inapofungwa kuna watu wanakufa, Simba inapofungwa kuna watu wanapoteza mazilao, Simba inapofungwa kuna watu wanapata ulemavu, Simba inapofungwa kuna watu wanapata madhara ya aina nyingi. Mm, kwanza tunashukuru Mwenyezi Mungu tume tume Tumepokea taarifa, sababu na wengine wakati mwalimu anatangazwa labda wana matatizo mengi hawajajua hilo swala, lakini mwalimu kweli jana kasimamishwa kazi kwa taarifa tulizozipata kwenye mitandao. Hatujajua wamemwondoa moja kwa moja au au imekuwaje, mpaka wametuambia tu kwamba wamesitisha mkataba wake, lakini kuna sehemu tunaona mwalimu naye anasema taarifa hana, lakini mimi na uhakika kabisa, nauhakika kabisa mwalimu wamemwondoa, wamemwondoa kutokana then na, na matokeo ambayo tuliyopata kwa hizo mechi mbili. Kwa hiyo kwa, kwa upande wetu tulithibitishiwa kwamba Simba wakulipelekwa e, CV za walimu zaidi ya mia mbili lakini Simba katika scout yao wakamwona mwalimu Demetri Pantev kwamba yeye ndo atatusaidia sasa. Baada ya miezi miwili mitatu, tunaona wamevunja mkataba na mwalimu. Kwa hiyo kama hiyo sehemu viongozi wetu walikuwa hawajaichunguza vizuri, na scout yetu ya, ya kutafuta walimu waliokuwa bora bado haijakaa sawa. Mimi naomba sasa hivi kama atatafuta mwalimu mwingine, basi watulize akili zao atafute mwalimu, kwa sababu mwalimu aliofanya usajili na timu kaondoka, mwalimu ambaye hatukwenda naye pre-season kabisa, ila tulichata naye mechi moja ndo alikuja kulikapa, tumechata naye mechi ya kimataifa e, nadhani mbili, mwalimu na yeye kaondoka na bado tuna mechi zingine nne na bado kwenye ligi ndio kwenda tuna tuna mechi tatu. Kwa hiyo mimi niwaambie viongozi sisi tuna imani na wao na walimtafuta mwalimu tulikuwa sisi hatumjui lakini nadhani tulimwongelea mwalimu kwa mema hamna mtu alomuongelea mwalimu kwa baya. Sasa leo mwalimu baada ya mechi mbili tatu kafukuzwa mimi naomba wajitathmini tena watafute mtu ambaye ni sahihi wa kututoa tulipo kwenda kwenda kwenye sehemu nyingine kwa sababu Simba sio klabu ndogo kwamba kila muda unafukuza walimu. Lazima uwe na program maalum na mwalimu uliokuwa naye ikiwezekana miaka miwili mitatu ili mfanyikiwe. Sasa mechi mbili tatu mwalimu kafuzwa, kwa upande fulani mi niseme mwalimu katolewa kafara <gibu> kwa sababu kuna vitu vingi ndani ambavyo vinafanya Simba ifanye vibaya lakini viongozi wao wenye mamlaka wamemwondoa mwalimu, ila kabla ya mwalimu kuna viongozi walisema kuna watu wanatuhujumu ili tufungwe. Sasa si sidhani kama katika watu wanaohujumu na mwalimu yupo, sidhani kwa sababu mwalimu kaajiriwa ili aje kufanya kazi. Sasa kama walikiri wenyewe kabisa kwamba kuna watu wanahujumu, na Simba ikifungwa wanafurahi leo una, unamuondoa mwalimu. Ina maana, hapa, bado inaonekana kuna tatizo. Sasa, tunawaomba watibu tatizo, wasitibu wasitibu, wasitibu kidonda juu, watibu kidonda mpaka ndani kipone, kwa sababu ina, inaonekana Simba kuna tatizo. Kuna walimu wengi sana tumeondoa hapa katikati, lakini bado inaonekana timu yetu ina tatizo lile lile tukilikava Me, mechi tano, sita, baadaye tunakuja kurudi tena kwenye mfumo ule ule. Sasa hapa kuna shida, na ndio maana tunasema viongozi wetu wakae na wajitafakari. Wamemwondoa mwalimu ambaye watu walikuwa na, na imani na wenyewe, viongozi, viongozi walituthibitishia kwamba mwalimu yule ni bora na atatusaidia, lakini mwisho wa siku kashindwa, wamemwondoa. Kwa hiyo sisi hatuwezi kupinga uamuzi wa viongozi, washaamua. Tunasema watafute mwalimu aliyokuwa bora ili atupeleke mbele ile falsafa ambayo meneja Dimitri Pantevo alikuwa akiitumia, ninadhani ya kwamba ilikuwa ni wakati sahihi wa Simba kurudi kwenye kiwango chake bora, ama kuna namna ambazo zimetumika kwa viongozi kwa ajili ya kuhakikisha ya kwamba inajisafisha kwa kupitia mwalimu. E, ile ile falsafa alikuwa anatumia mwalimu, mimi nadhani haikuwa mbaya, lakini je inaingiaje kwa muda mfupi? Unajua tatizo muda tunayempa mwalimu ambaye tunamwajiri unakuwa mfupi, kwa hiyo hawezi kufanya kile kitu, kwa kwa muda mfupi akafanikiwa. Inawezekana plani yake ilikuwa bora zaidi, lakini je, kwa wakati gani na sisi tunaenda kwenye mashindano gani? Kwa sababu plan aliyokuwa anafundisha tulikuwa tunaona timu yetu ilikuwa inatengeneza nafasi nyingi kuliko timu pinzani zinazo nayo, lakini kwenye kumalizia kulikuwa hakuna kitu. Inawezekana katika umaliziaji mwalimu, wale wachezaji walikuwa bado hawajapata yale mafunzo ambayo mwalimu kawapa. Lakini ukiniambia timu yetu ilikuwa haichezi vizuri kwa pande fulani, mimi siwezi kuungana mkono na wewe. Timu yetu ilianza vizuri na kucheza vizuri vizuri, mojawapo ni kutengeneza nafasi, si matengeneza nafasi nyingi sana, lakini walikuwa wanapoteza chini ya mwalimu Ben Pante. Sasa sijajua wamemwondoa kwa sababu ya zile mechi mbili, wamemwondoa kwa sababu kuna wachezaji hawachezeshi, kwa sababu kila mwalimu ana plani yake. Watambue kwamba mwalimu yule alivyoletwa yeye sio alofanya usajili, na plani zake saa nyingine haziendani na wachezaji ambao nyinyi mwasajili. Sasa hapa kidogo kuna nipa ulaki, ndio maana anasema sasa hivi ile kamati ya, ya, ya kutafuta makocha pamoja na ya ufundi watafakari mwalimu gani ambaye atakuwa na maandalizi ya zimamoto ili tufanyikiwe kwa haraka haraka, tusije tukamfukuza na huyo atakayekuja. Umezungumzia kuna baadhi ya wachezaji ambao walikuwa wanaonekana kama wanaihujumu timu, lakini pia vile, vile vile, kwa taarifa zangu zinanambia kwamba kuna baadhi ya wachezaji wamewekwa kwenye kikaangio He, na kwenda kujibu mashtaka mbalimbali ambayo yanayokuwa yakijitokeza uwanjani. Pengine wachezaji kuto kufanya vizuri inaweza ikawa ndiyo sababu ya Simba kuto kufanya matokeo, ama kuna baadhi ya wachezaji ambao wanaijumu klabu ionekane ya kwamba haifanyi vizuri, ndiyo ambayo inapelekea hiki ambacho kinaikumba Simba kwa sasa hivi. Ah, kwanza sijasema kuna baadhi ya wachezaji wanahujumu timu hapana. Kuna kiongozi mkubwa ambaye ni mwenyekiti wa bodi alisema kuna watu wako ndani sima kifungwa na fly. Kama wana fly, na maana kuna vitu wanafanya ili ili sito poteze game. Sasa swali linakuja sehemu moja. Kama kiongozi mkubwa ambaye na yeye ndo aliandamana na timu kutoka Tanzania kwenda Mali kuhakikisha tunapata matokeo. Na yeye ndo alosema kwamba kuna watu wako ndani wanahujumu timu yetu, na kiongozi huyo akiwa ndani kocha akafukuzwa, na yeye akiwa ndani. Sasa hapa tuna swali tunajiuliza wan, wanaSimba, kati ya maneno aliyosema mwenyekiti wa wa bodi, upande wa wa mwekezaji, au mwalimu timu inacheza vibaya na ndio maana akafukuzwa? Hapo kuna kuna kauli mbili, ndio maana asema mwalimu katolewa kafara, kwa sababu inawezekana kosa lilofukuzwa mwalimu sio la kwake lakini kafukuzwa mwalimu. Sasa sisi, kwa sababu wao ndo wa, wa, wa, walimwajili mwalimu na wao ndo walijua mipango wa, ya kwao wao na yule mwalimu, inawezekana mkataba wao wa, wa, wa, waliandika naye kwamba mechi mbili ukipoteza uondoke. Sisi hatujui kwa sababu mikataba iko ndani ya asili. Sasa wamemwondoa mwalimu, tunarudia tena tuseme hivi, wajirekebishe. Kama wanatafuta mwalimu mwali kwa kipindi hiki wasitafute mwalimu wa mipango endelevu ya mbali, watafute mwalimu wa maandalizi ya muda mfupi, ili tufanyikiwe mwalimu aonekane bora. Kama unataka mwalimu bora, lazima utengeneze utengeneze naye mipango ya muda mrefu ili mfanyikiwe. Na mipango ya muda mrefu, mwalimu inawezekana akafungwa mechi nne mfululizo au tatu, kwa sababu bado yuko katika katika kujenga. Sasa na huyo akifungwa mechi nne au tatu na yeye, tutamuondoa? Eh, make kuna vitu tutajiuliza hatupate majibu. Tumefukuzwa makocha wengi hapa katikati, ukiachia huyu wazazi, lakini makocha wengi sasa. Je, mipango yetu ikoje? tulichokuwa tunahitaji Simba inaenda pre season iende na mwalimu ambaye tutamaliza naye msimu. Tumeenda pre season na mwalimu mwingine, tumekuja kuingia kwenye ligi, tumeanza na Salman Matola, lakini tumeenda kwa mashindano ya ya, ya, ya kimataifa, tuna mwalimu mwingine bado. Tuko kwenye mashindano ya, ya kimataifa, tunatafuta mwalimu tena mwingine. Sasa hapa kusema kweli ni mimi niseme kwa upande wangu mwalimu kadondoshewa gunia la mesomali na lina na, na, na mchoma. Lakini kadondoshewa gunia la mesomali linamchoma, kama kiongozi alikili kuna watu wanatuhujumu tufungwe. kwa nini, kwa nini mwalimu aonekane hafai? mimi nae tujiulize kitu kimoja shauri eh. Viongozi wa Simba wakiona mambo yao wa hayako sawa, wanachukua zile yale maono yao na kuwasilisha kwenye bodi yao ya wakurugenzi pamoja na bodi ya wanachama ambao ni viongozi wa klabu ya soka ya Simba. Nyinyi mashabiki, lawama zenu, kero zenu, uchungu wenu huwa mnaenda kuupeleka wapi hasa? Kwa maana tukiangalia hata kwenye kila, wakati kila mwisho wa mwaka mnapokuwa mkifanya mkutano, baada ya kukutana kama safari hii tumeona uh, mwenyekiti wa klabu ya soka ya Simba kwa sababu akawakimbia baadhi ya kwamba yeye nikataka kujadili mambo fulani. Baadaye tulimwona amenyoa ameota ame, ame nyoya. Simba ina, ina makundi mawili kwenye kwenye system yake ya ya, ya mashabiki wa, wa club. Kwanza kuna system rasmi ambayo ni ya wanachama na mimi ni mwanachama. Pili kuna system ya mashabiki lakini kuna matawi ambayo kama unavyoona hapa mpira pesa. Eh, vilio vyote vya, mashab, vya wanachama na mashabiki vinakuja katika tawi , then baada ya pale, viongozi wa makao makuu wanaitisha vikao vya viongozi wa matawi. Tuna tunazungumza kwenye vikao vyetu vya, vya matawi na tunapeleka malalamiko yetu kwamba hapa kuna sehemu tumekosea, kuna hapa tumekosea, kuna kwa hiyo baada ya kupeleka zile hoja, kuna mambo ambayo inabidi yajadiliwe e, inawezekana wakajadili au inawezekana wakapuuza, lakini sisi kama viongozi wa matawi tunapeleka malalamiko yetu kwamba sasa hivi tunaona kuna sehemu tunafaili hapa, kuna sehemu tunaweza hapa tuna, kuna sehemu tu, tuende kuongeza nguvu sasa. Kufanyia kazi au kutofanyia kazi, hilo ni mamlaka ya wao viongozi. Ndio maana kuna vitu nahisi kama havikuwa sawa, ndio maana umeona mkutano juzi watu kama vile wamepaniki, kwa sababu inaonekana hawakuandaliwa wakiwa huku chini katika ma, kwenye mawazo yao. Nimesikia kuna kuna watu wanne waliandika barua ya kuomba baadhi ya vitu viende kuingizwa, lakini hao watu sijajua kama vitu vyao viliingizwa katika katika wale malalamiko hii. Na tumeenda katika mkutano, kuna vitu vingine tunakujadili na ndio nato maana watu wamepanika. Kwa hiyo malalamiko yetu rasmi tunapeleka katika vikao ambapo tunavokaa vya ndani vya viongozi wa matawi, viongozi wa wilaya na viongozi wa makao makuu, na tunafikisha salamu kupitia, sababu mshabiki kusema kwake labda aseme kwenye vyombo vyenu vya habari, lakini kwenye chombo cha habari ujumbe inawezekana ukafika, ila ili ili ujumbe uwe na nguvu lazima kwenye tawi upeleke taarifa viongozi wa tawi afikishe, na sisi tunafikisha. Ndio maana hata juzi umeniona mimi mwenyekiti wa tawi la Mpira Pesa nimekuwa mkali kwenye kikao, kwa sababu wanachama wangu wamenituma, wengine hawajaja, na mashabiki ambao wengine wako nyuma ya tawi la Mpira Pesa wanahitaji kujua tulichojadili katika mkutano. Mwisho wa siku, kuna baadhi ya vitu hatujajadili. Ndio maana tukasema kuna sehemu mwenyekiti katukosea, kwa sababu tungejadili nikatoka na hoja zilizojadiliwa kwenye kikao. Hata mshabiki ambaye kwenye mkutano wafiki, akija kwenye tawi na muita hapa ofisini, tunajadiliana tunamwambia, na yeye anatupa mawazo, kwa sababu kuna mawazo mengine wanachangia. Wengine sio wanachama, ni mashabiki ambao kadi hawana, lakini inawezekana wana machango, wana michango mizuri ambayo itatusaidia klabu yetu kusonga mbele. Ndio maana mpira pesa tunapokea, uwe mshabiki uwe mwanachama, kama una hoja za msingi, tunaziandika na tunazipeleka sehemu, tunaenda kuzijadili. Yes. E, umesema kuhusiana na mwalimu ambapo ametolewa kafara, Mungu, kama hili litakuja kukutokea iwapo utakufa basi itakuwa siku yako imefika na sisi Waislamu tunasema inna lilahi wa inna ilahi rajiun. Nashukuru sana na